Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimerejea tena Mahsen Zamzam kuhusu changamoto za msikiti ambao tulipambana nao. Tuliweka part one, hii ni part ya pili. Alhamdulillah ile video ya kwanza e, ndugu yetu wa milango na madirisha Alhamdulillah, na vioo, kazi zake zimekamilika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru walo muhimiza walo, walo Alhamdulillah, pia Allah amlipe kwa sababu pia yeye ampatikana na mitihani, kwa sababu alimpatia mtu kazi na yule mtu hakuifanya ile kazi na ametoa pesa zake, ndio maana alikuwa bado anataka kufanya kazi na yule mtu, lakini mpaka sasa hivi ameonesha madharau, lakini pia Allah atamlipa kwa hiyo, kwa sababu hili ni msikiti na alhamdulillah ameenda wale, pengine ametoa pesa yake mfukoni na akatendea kazi kazi yote. Alhamdulillah tunashukuru kwa kazi ile. Changamoto ya kwanza ya kuhusu mambo ya vyoo tumemaliza, kila kitu kimekuwa sawa. Alhamdulillahi, uh, changamoto nyingine ambao zaendelea, wallahi, si kujenga msikiti kwa haraka. Tumepata mitihani mingine, lakini si mitihani, ni neema. Watu wengi wamekuja wataka kujengewa msikiti, kuna watu walifuata kutii yangu Farida, na kuna wengi walifuata mimi. Mimi nimepewa paka ploti kule 140 by 140 kule, ambao ni ploti ya na msikiti na parking na na wakfu, lakini sijaichukua i le ploti, lakini mwenyewe yuko tayari kunaandikishia kwamba iwe wakfu ya huo msikiti ambao ule upande wa Ganda, lakini nimekataa, kwa sababu haifai kukataa neema. Lakini ndugu zangu, kama mtu ataka neema kama hili, anifuate, nitaenda kumpeleka, ataenda kuandikishwa ye na atafanya. Kwa sababu nini sitaki kufanya? Kwa sababu hii yenyewe ilipata changamoto wallahi. Kufanya jambo la msikiti kwa haraka na kufanya kitu kwa uwazi ina mitihani ambayo inatupata, hasadi zinatuingia sana kuna mambo mengi ambayo yanatokea upande wa nyumbani, lakini alhamdulillah tunashukuru kwa wale wanaotutia dua. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea katika upande wa nyumbani, inaingia katika nyumba. Mwenyezi Mungu anatuongoza, na dua mwenye zenu zinatusaidia sana katika upande wa hasad. Kwa hivyo tumekataa kujenga misikiti mengine kwa kuyafanya kama tulivyofanya hivi, kwa sababu ya hasad, tunaogopa sana ile hasad, inatuingia vibaya sana. Na alhamdulillah, hapa kujenga kwa haraka, tukanunua ploti kwa haraka, tukajenga kwa haraka, alhamdulillah, tukaweka sola kwa haraka. Hivi sahii kuna kabro, lakini hatujaweka, tutafuta mdhamini aeke, kama kuna mdhamini nataka. Basi, kuna hiyo, kuna msikiti mwingine nimepewa upande huu wa Mijikenda, karibu na Nijikenda huko Ndomo mbele pia nimepewa, nilikausimamia lakini nimekataa pia, kwa sababu wewe wenyewe utakusimamia wewe wenyewe, bado unahitaji, kuna maintenance kuna ustadhi tuma ustadhi tumaika wawili. Sasa kuna wataalim ambao ni Sheikh Ayub ambao tunaendelea na kuna ustadhi mwingine tu Ustadh Soud ambaye atakuja kutoka Mombasa, ambao ni tahfidh Quran alhamdulillah, ni tahfidh Quran. Kwa hivyo watu wetu wa thamaratul alislamia janna itakuwa na tahfidh Quran kwa hivyo inshallah, changamoto nyingine ni kama hizo. Watu wanatufuata sana, hata kutupatia khairati tufanye, hatukatai, lakini watu wa nyumbani wametukataza, wametuambia hilo moja tosha, hilo la msikiti. Tuendelee kupeleka msikiti na madrasa, kwa hivyo tutataka, lakini mimi naomba kama itawezekana, sisi waislamu kama tutaweza kupatikana waislamu wa, wa kisawa sawa tufungue eh, kwa ndomo Foundation group Muslim Foundation group tufungue, ambao itakuwa inaweza kusimamia hizo vitu, na sisi tutakuwa tuko ndani katika hilo jambo, alafu sisi tutakuwa tukisimama na tukichukua video vilevile, manake mambo yetu sisi tunaonesha wazi, mpaka resiti, kila kitu tunaonesha wazi. Kwa hivyo inshallah, kama kutakuwa na watu ambao waweza kutusponsor, tutaweza kufanya hivyo, na kuna msikiti kuna visima ambao vikotana visima tutashughulikia tuta tutashughulikia ta tuta... lakini, lakini tunaogopa kama hizo, tunawaambia vitu vingi, tunatokewa nazo upande wa hasad, mimi na dadangu, lakini bado tunaomba sana dua zenu kwa haya yanayotokea mingi sana, kwa jambo kwa ndambi hasa zimetuandama, hasa kwa Waislamu wenzetu wa, wa, wa wanasema ah, wa wanajifanya wajua sana, lakini sio kujua sana, kuonesha wazi ni kuonesha Uislamu kwamba pesa yako unaitoa haiendi mahali pengine, naenda pale sehemu usiku. Kwa hiyo ndio tunavyofanya sisi. Lakini tumepata misikiti mingi, dadangu amepata misikiti mingi ambao ni mambo mingi tunayafanya kuanzia kitambo lakini ilikuwa hatuoneshi. Hili jambo talionyesha basi, ndio tumepatikana na mitihani mingi, kwa sababu hili jambo tumelishika yenyewe. Kwa hivyo, twaomba kama twaweza kufungua kwa Ndomo Muslim Foundation Group, itakuwa bora tukafungua paka hospitali ambayo inaweza. Kuna watu wamefungua hospitali, lakini hazithibi sana kuwasaidia Waislamu, lakini sisi tutakafanya za kuwasaidia Waislamu na kuwaonesha kama hii hospitali zinaweza, tunaweza kuchukua jukumu kama hilo, ikiwa ni kwa hapa kwa Ndomo. Ikiwa tunaweza kupata sponsor, sisi tuko radhi, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni hayo machache, sina mengi ambayo nitakuzungumza, lakini kwa hivyo, mtu anataka kuleta mtoto wake madarasa, iko wazi kuanzia kesho, tunafungua madrasa. Kuna ustadhi wa taalim na ustadhi wa tahfidh Quran. Kwa hivyo, inshallah tuwakaribisha wote, na inshallah tutatoa video nyingine. Kwa hivyo, shukran wa jazakallahu khair, Allah barik.